U, baba mama, shangazi, mjomba, hizi simu za kuletewa za wizi, kataa kununua. Wezi wakikosa soko wataacha kuiba. Wewe unaletewa flat screen inauzwa shilingi elfu sabini ushasikia? Wapi flat screen inauzwa elfu sabini ya wizi hiyo. Ukiinunua wanakuona wewe ni mteja, na siku akipata nyingine wanakuletea, lakini kama ukijua wewe, wewe, wewe, wewe, wewe. Mtu anakuja anakuletea viatu. Anaanzia elfu thelathini, anashuka mpaka shilingi elfu tatu mia tano vya wizi hivyo. Haiwezekani bei ishuke ghafla hivyo. Yaani viatu kakuletea vinauzwa shilingi elfu thelathini. Umemshusha bei mpaka elfu tatu mia tano. Alafu unasema nimepata viatu hivyo vya wizi. Hakuna bei inayoweza kushuka ghafla kiasi hicho. Kwa hiyo tukitaka kudhibiti uhalifu, sharti tukatae kunufaika na vitu vya uhalifu. Hizi TV za bei rahisi, simu za bei rahisi, friji ya bei rahisi, chunguza, utajikuta wewe ndio duka la wahalifu. Na kama utaendelea kuwa na utamaduni wa kununua vitu vya uhalifu, maana yake umebariki wahalifu waendelee kuwaumiza watu wengine ili wakuletee wewe vitu vya bei rahisi. Kwa hiyo nawaomba kina baba, kina mama na vijana, tuwe sehemu ya kuukataa, kuupinga na kufukuza kabisa uhalifu kwenye maeneo yetu. Jambo la pili, ni lazima katika kupambana na uhalifu tujenge desturi ya kushirikiana na vyombo vya ulinzi katika kusimamia ajenda ya ulinzi na usalama katika maeneo yetu. Hapa mtaani kwenu, ni lazima inspekta wa polisi tuliyemleta mumpe ushirikiano ili mipango yenu na mipango yake ifanane, kisha muwe na ushirikiano katika kusimamia mipango ya usalama wa eneo lenu. Tunao mpango wa ulinzi shirikishi, lazima ufanye vizuri. Tunao mpango wa polisi jamii, lazima ufanye vizuri. Tuna mpango wa dawati la jinsia lazima ufanye vizuri. Mipango yote hii ni katika namna ya kupambana na uhalifu katika maeneo yetu. Mwenyekiti, moja ya changamoto kubwa ambayo mnayo wenyeviti wa mitaa, ulinzi katika jamii haupo. Kwenye kikao kazi nilichowaiteni wenyeviti wa mitaa, niliwaambia hakikisheni mnakuwa na polisi jamii, kama hamna polisi jamii muwe na ulinzi shirikishi, mnakuwa na vijana ambao mmewafanyia mafunzo, mnawapa kazi ya kulinda maeneo yenu ya kimkakati katika mitaa yenu na hawa vijana wanafanya kazi chini ya uratibu wa inspekta wa nini wa polisi. Mnaweza mkaweka desturi ya kuhakikisha kila kila kila eneo mnawachangia hawa vijana, wanapata 200 300, wanadhibiti uhalifu kwenye baadhi ya maeneo. Mimi nimefanya kazi Ubungo pale, hakuna mtaa ambao hauna ulinzi shirikishi Dar es Salaam. Sasa kama Dar es Salaam wanafanya, wewe hapa Iringa unashindwaje? msipounga msipounganisha juhudi zenu kupambana na uhalifu mtaunganisha video vyenu baada ya kufanyiwa uhalifu. Ni sawa na kusema kwamba msipounganisha nguvu kujikinga dhidi ya maradhi, mtaunganisha nguvu kuzika watu wanaokufa kwa maradhi. Kwa hiyo ni jukumu lenu la msingi kabisa kuhakikisha kila mmoja miongoni mwetu anashiriki katika mkakati na mipango ya ulinzi, ili mitaa yenu iwe salama salimini.